Yehova mtakatifu, Mungu unaishi Mungu mtenda maajabu, tenda miujiza. Tunakuinua na kukutukuza kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Wewe unajua kila kitu kinachoendelea kwenye taifa letu, na sisi tumeungana kwa umoja huu ambao umetupa, ili tukasimame na taifa letu. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa ajili ya yote, kwa ajili ya viongozi wote, tunaomba amani yako ikatawa, amani yako Bwana ikatawa, amani yako mtakatifu ikatawa Yehova amani yako ikatawale. Wewe ambaye ni yote katika vyote amani yako ikatawale. Watumishi wako tuko mahali hapa. Kama ulivyotuombea umoja Bwana wetu Yesu Kristo na sisi tumesimama kwa umoja wetu. Tukiomba neema yako ikasimame kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya rais wetu, kwa ajili ya viongozi waliowekwa, kwa ajili ya wananchi. Tunahitaji neema yako mtakatifu. Neema yako Mungu usiyeshimu. Neema yako mfalme wa wafalme. Amani yako ikatende kazi katika taifa letu. Asiwepo wa kuumia, asiwepo wa kumwaga damu, asiwepo wa kuonewa, asiwepo yeyote ambaye atalia. Kwa ajili ya taifa letu lihimidiwe jina lako Yehova, litukuzwe jina lako mtenda maajabu, wewe ambaye ni mwanzo na mwisho. Tunasema asante, amen, amen. <todiculia> Eh, Mheshimiwa Rais wa mitume na manabii, umeona hao ni, ni sehemu ya ya mitume na manabii jiji pamoja na mkoa, na unamwona hapo pembeni mkono wa kushoto unamwona, eh, mwenyekiti wa Arusha jiji, unaona hapa na nakupungia. Kwa hiyo mheshimiwa rais, kazi uliotupa tunaendelea kupigana, tunaendelea kufanya vikao. Umetuteua na kweli, tutahakikisha kazi yako inaendelea kusonga mbele mitume na manabii nguvu kubwa. nguvu kubwa, asante sana Amen. Jina la Bwana liinuliwe Amen. Amen.